Na haya ni mambo matatu hasa kama ujauzito wako umeshapita ile miezi mitatu ya mwanzo unaweza ukawa unayafanya. Na hii, hakikisha kwamba unafuatilia video hii mpaka mwisho, kama ni mara ya kwanza unakutana na mimi, hakikisha umeweza kufollow account hii ili uendelee kupata updates na taarifa tofauti tofauti za afya ya uzazi hasa kipindi chako cha ujauzito. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwanza unaweza kutumia matunda na mboga mboga kwa sababu hii itaweza kusaidia kulainisha choo, kwa sababu hii miezi mitatu ya katikati ni kawaida kujikuta choo kinasumbua mara kwa mara. Na hii unaweza pia kuweza kusaidika kupitia kupata maji ya uvuguvugu hasa asubuhi kwa unapoamka, mboga mboga, itaweza kusaidia kuondokana maji mengi sana, kwa sababu hii itaweza kusaidia zile changamoto hasa za uchovu, changamoto za kujisikia vibaya, changamoto za kujikuta unapata kukaza kwa misuli mara kwa mara, pia kuongeza ule ukuaji wa mtoto tumboni, kwa sababu ni kipindi ambacho mtoto huwa anakuwa kwa kiwango kikubwa sana ndani ya hii miezi mitatu ya katikati. Na ndio maana yake nasema kwamba ndipo nawe, katika safari ya kuitwa mama kwenda nawe, ni mmoja hapo ambaye unahitaji sasa hizi supplements ambazo zimewasaidia wanawake wengi sana katika kipindi chao cha ujauzito, hasa wale ambao huenda mimba zao zinaharibika mara kwa mara, au wanahitaji kujifungua mtoto ambaye ana afya, ila vile vile ambaye ana kilo ambazo anazohitaji.